Wakazi wa kaunti ya Narok wamehimizwa kushiriki katika zoezi linaloendelea ile usajili wa vitambulisho vya kitaifa na kutuma maombi ya stakabadhi hizo ili kuhakikisha hawakosi huduma na fursa muhimu za serikali kama vile ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu, vifaa vya mikopo, mbolea ya ruzuku, mpango wa Inua Jamii na mfuko wa bima ya afya ya jamii SHIF. Katibu mkuu wa idara ya uhamiaji ya kitaifa, Daktari Belio Kipsang alitoa wito huu alipokuwa akipeana vitambulisho katika eneo la Edonyo Rasha katika kaunti ndogo ya Narok Magharibi. Kulingana na Daktari Kipsang, wanaotuma maombi sasa wanaweza kupokea vitambulisho vyao kwa muda wa siku moja hadi tatu, hatua ambayo imeboreka zaidi ikilinganishwa na hapo awali. Vile niliwaambia tulikuwa hapa tangu Ijumaa na hiyo Friday tulienda na details na biometrics ya watu ya hapa, na leo asubuhi tumepeana ID ya watu wenye walikuwa wamekuja Ijumaa. Ili vile tumeambiwa Wakenya kwamba hii kitambulisho inapatikana hata kwa siku moja. Kama wewe uko Nairobi ukikuja saa mbili asubuhi kufika jioni utakuwa umepata ID kwa maana unaona, watu wa Narok walikuja Ijumaa kufika leo Jumatatu, wamepata ID yao. Kwa hivyo nawahakikishia Wakenya wote kwamba sisi wote tukuje ili kila mtu apate ID, so that we leave nobody behind. Mimi ningetaka tu niakumbushe ama kufupisha kwamba huduma ambayo inapeana siku ya leo hapa ya kitambulisho ni muhimu kabisa, ni muhimu ambayo vile tumeelezwa mambo mengi huduma ya serikali bila kitambulisho na bila nini auta atutafaulo